akachekavuchai buongosi bulayi mawunda ache mwasembuli bapa aroma che bweni kilimaswabalasavekavana avugoma efulaichevyakhla fumela bulayi aya yita bandu vekavuchai ara eyesukuya aramisi ekura niyo muchakhaupa ino selikati ya maunda nende okunduyo tawe

Niona walekuzina maunda tosha maunda tosha kwa mkono maunda maunda maunda maunda maunda, maunda, maunda. A few moments later. Siasa ya Bungoma sasa imebadilika. Siasa ya Bungoma wananchi wa Bungoma wamekataa watu ya kuletwa, wananchi wa Bungoma wamekataa viongozi ambao wameendelea kuuza matumaini miaka nenda miaka rudi, wanataka suluhisho ya matatizo ambayo wananchi wanapitia kila siku na mimi ningependa kusema hivi yeah. nokhookowa omundu yeah. wamutirire esweta yeah. mala ali mumechi mwitisi alekho yeah. kesikha yeah. nokhakakhumokowa yeah. ori okhwesa yeah. ovona va musiro kenyea khucha nawe omule khuula kache waana wayetavakhusivala takhamusaha yeah. kario sayi sino kamakhuwa yeah. sa yeah. kavere kama kavuchai

Mutamrudisha, mutamrudisha, mutamrudisha, mwanampeleka nyumbani, mwangwe kumpeleka nyumbani ni wana wa kumpeleka nyumbani, wa kumpeleka nyumbani. Ala! Ha! -ha.